Tunafahamiana vizuri. Lakini baya zaidi, Baya zaidi, Ni kwamba uchafu huu wa zina umepelekea watu wengi kupata maradhi ya kuambukiza. Mfano wa maradhi ya gono Mfano wa maradhi ya kaswende, mfano wa maradhi ya HIV ukimwi na kadhalika. Tumeelewana vizuri eh? Eh? Haya maradhi yanapatikana kwa njia ya nini? Kwa njia ya uchafu wa zina kwa asilimia kubwa, na sisi ni sehemu ya waathirika katika maradhi hayo au katika majanga hayo, maradhi ambayo yanakuja kupunguza ile nguvu ya nini, ya taifa. Tumeelewana vizuri eh? Maradhi ambayo yanakuja kupunguza nguvu ya taifa katika uzalishaji, kwa sababu utakapoumwa hayo maradhi, maana yake kufanya kazi kama mtu aliye sahihi haitu ni jambo ambalo haliwezekani. Ina maana ile nguvu ya uzalishaji inafanyaje inapungua, tumefahamiana eh? inafanyaje inapungua, na waathirika wakubwa katika mambo hayo ni vijana ambayo ndiyo nguvu kazi ya nini ya taifa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake kwamba alitaja mambo matano ambayo mambo haya yanazingatiwa kwa mujibu wa wanazuoni wa elimu ya sayansi ya jamii ya Kiislamu kuwa ni katika mambo yanayopelekea umma wa Kiislamu kuendelea kubakia nini, nyuma. Katika mambo hayo akasema, haukudhihiri uchafu wa zinaa, tumevamiana katika jamii ila fasha minhum lmarad, isipokuwa maradhi yataenea katika nini, katika jamii yani, kwa kadiri ambavyo kiwango cha uchafu wa zina unavyoongezeka ndivyo ambavyo maradhi yanafanyaje, yanaongezeka. Na kwa kadiri ambavyo maradhi yanavyoongezeka ndivyo ambavyo watu wataendelea kuhiliki kwa maana ya kufa. Tumeelewana vizuri, maana yake tutaendelea kupoteza watu wengi ambao ndiyo nguvu kazi ya nini, ya Taifa, lakini ndiyo nguvu kazi ya ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tumefahamiana eh? Sasa sababu hizi za kimazingira na wakati mwingine inatokana na sababu za kimalezi au za kifamilia. Tumeelewana yaani Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema kullu maulud yuladun ala fitrati lislami, kwamba kila anayezaliwa basi huzaliwa katika jimbile la nini la Kiislam. Fa imma abawaihi, imma wazazi wake, wangapi anyuhawidanihi au yunasiranihi, ndio anaoweza kumfanya kuwa na tabia za kinasara au tabia za kinini za kiyahudi au tabia za kimajusi. Tumefahamiana vizuri wazazi wake wawili maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mtoto anapozaliwa basi, yawezekana wazazi wake ndio watakuwa sehemu ya kwanza kumfanya kuwa na tabia njema au na tabia mbaya. Kwa hiyo, wakati mwingine, suala la zina, yawezekana mtoto akawa amelirithi kutoka kwa watu wa familia inayofanyaje, inayomzunguka baba au nani au mama mama anaweza akawa ni kishawishi cha mwanaye kwenda kufanya uchafu wa zina, au baba anaweza akawa ni kishawishi cha mtoto wake kwenda kufanya uchafu wa zina. Sawa, iwapo baba atashindwa kutimiza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni zinavyomtaka kutimiza nini, majukumu yake, ikiwa baba atapuuza juu ya uangalizi wa nani, wa mtoto wake, tumefahamiana vizuri? Halkadhalika na mama, ikiwa kama atashindwa kutekeleza majukumu yake ya malezi kwa nani, kwa mwanaye. Ndio maana leo unaweza ukakuta mtoto ana mwanaume nje ya kisheria, lakini mama mtu anaweza akawa anajua uchafu anaofanya nani mwanaye, na mwanaye anachukua zawadi, anamletea nani, anamletea mama, na iwezekana akawa anamjua yule mwanamume na wanaongea vizuri na wakati huo, hata baba yawezekana yakawa hajui. Tumeelewana vizuri lakini, baba, unaposhindwa kulea familia yako, unaposhindwa kutumika kwa maana ya kufanya kazi ili ulee familia yako, unaposhindwa kupoteza muda kwa ajili ya kukaa na familia yako karibu, yawezekana ikawa baadaye ni sababu ya kutumbukia watoto wako katika nini, katika uchafu wa zina tumefahamiana vizuri. Sasa hizi zote ni sababu anuhili zai, masalan fil iqtisadi. Ikiwa kama mabinti wa Kiislamu wanatoka sehemu walipo wanakwenda sehemu za starehe kwa ajili ya kujiuza, ili wapate luqmatul aish, tonge la nini la kuishi, maana yake uchumi wao ni mbovu. Sasa kama uchumi wao ni mbovu, jukumu la viongozi ni nini? Ni kuonyesha dira kuonyesha mwelekeo wa namna gani tunatakiwa tuyaondoe haya matatizo kwenye nini? Kwenye jamii yetu, sehemu ya kwanza ni kuhakikisha tunaanzisha vituo vya mafunzo. Tumeelewana vizuri eh, kwa vijana wa kike ambao ndio waathirika wakubwa wanaobeba mimba za ovyo, mimba wakiwa na umri mdogo, wakiwa na umri mdogo, hatimaye wanapata tabu ya kushindwa kufikia malengo yao katika mfumo wa nini, katika mfumo wa maisha yao, tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni kuanzisha vituo maalumu vitakavyotoa mafunzo kwa hawa mabinti wa kike, ili waweze kunusurika na swala la nini, la ujauzito katika umri mdogo, tumeelewana vizuri. Tukiwaweka hawa wakapata mafunzo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watakuja watafanya kazi. Kwa hiyo mtu ambaye aliyokuwa anatengeneza kishawishi kupitia pesa hawezi tena kumshawishi kupitia pesa, kwa sababu pesa huyu mtu anatafuta yeye mwenyewe kupitia mafunzo aliyofanyaje, aliyopata. Kwa hiyo wakati tunalalamikia kwamba kwa nini watu wanazini, ni lazima tuangalie kwa ni, ni sababu gani ambazo zinazopelekea hawa watu kwenda kufanyaje kuzini kwa sababu tendo la zina ni tendo la mwisho. Tumelewana vizuri eh? Ta, sababu gani zilizowapelekea hawa kwenda kuzini? Ni sababu za kiuchumi, ndio sababu za kiuchumi. Maana yake zinazalishwa na ukosefu wa ajira. Tumelewana. Kama zinazalishwa na ukosefu wa ajira maana yake ni nini? Maana yake lazima tutengeneze, sawa eh? Mifumo itakayosababisha itakayowaondoa hawa kutoka katika swala la ukosefu wa ajira, waweze kujiajiri wao wenyewe ili watengeneze uchumi wao. Tunafahamiana vizuri sasa eh? Eh? Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuambia azaniatu tu wazani, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume wamekutwa, maana yake ni nini Fajlidu kulla wahidi min huma miata jalda, wapigeni watandikeni, kila mmoja bakora mia moja. Kwa nini haikuchukuliwa adhabu nyingine na ikachukuliwa bakora, kwamba lazima wachapwe fimbo? Russia University, chuo kikuu cha Russia kimekuja kugundua kwamba adhabu ya bakora ni ilaji kwa wazinifu, adhabu ya bakora ni ilaji kwa wale ambao kazi yao ni kunywa pombe. Tumefahamiana vizuri eh, kwamba ukitaka mtu aache kunywa pombe, basi mchape nini? Mchape stiki, mtie bakora wamekuja kugundua kwamba bakora sio adhabu, bali bakora ni tiba. Bakora ni nini? Ni tiba. Ndiyo maana pia tafiti hii baada ya kufanywa na chuo kikuu kule nchini Russia ikaja pia kutekelezwa na baadhi ya nchi ikiwemo Indonesia pamoja na Malaysia, mataifa ambayo ni mataifa ya nini, ya Kiislamu kwamba atakapokamatwa mtu wa namna hii tiba yake ni kumchapa bakora ngapi? Mlevi anapigwa bakora ngapi? thamanini. Thamanina jalda mzinifu miata jalda. Kwa hiyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anathibitisha kupitia manhaji ya Qurani, wama yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyun yuha kwamba, hazungumzi jambo isipokuwa ni wahai kutoka kwa nani? Mwenye kwa Mwenyezi Mungu tumefahamiana vizuri kwa hiyo, hii Qur'ani imekuja karne ya ngapi? Karne ya saba. Leo tuna karne ya ngapi? Ya ishirini na moja, karne ya ishirini na moja, tunakuja kubaini mambo yaliyozungumzwa karne ya saba ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake waliishi katika kutekeleza hukumu hizi, tumefahamiana eh? bila utafiti wa kisayansi lakini leo sayansi inakuja kufanyaje? Kuthibitisha. Maana yake hiki ni kitabu cha nani? Cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumefahamiana vizuri. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Sasa fajlidu, huna al-amru liman ni nani ambaye anayetakiwa kupitisha hukumu hiyo au kutekeleza hukumu hiyo mujarradi, fajlidu huna lilhukami, ni kwa ajili ya nani? Wale mahakimu almukallafina, waliopewa jukumu la kupitisha hukumu hizo, tumefahamiana vizuri. Wala taakhudhu kumbihima rafatan, na wala isiwachukue ninyi upole, kwamba ukamuhurumia mtu mkakosa uadilifu ukasema, huyu hapa nampungu, nampunguzia nini? adhabu yake. Anatakiwa apokee nini? aadhibiwe kwa mujibu wa kanuni, bila kumuonea nini? Bila kumwonea huruma. Sawa, fi dinillah, katika sheria za nani hapa? Yani dini imekuja kama nini? kama sheria. Fi dinillah, katika jambo la kisheria. Sheria zote za Mwenyezi Mungu zinatakiwa zihukumiwe hivi. Leo kuna unyanyasaji mkubwa ambao tunahesabu kwamba ni sehemu ya ukatili wa kijinsia unafanywa na viongozi wa dini ambao wamekamatia mamlaka katika kupitisha hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitisha sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasa katika mambo ya ndoa. Hasa katika mambo ya nini? ya ndoa. Tabaka kubwa limekuwa linadhulumiwa ni tabaka la wanawake, na haya yanafanyika eidha kwa mjuano, aidha kwa umashuhuri wa mtu alionao, aidha kutokana na utajiri wa mtu aliyofanyaje alionao. Kwa hiyo anakuja ndani ya ofisi hukumu, anapendelewa hata kama yeye ndiyo mwenye makosa na mwanamke anadhulumiwa hata kama yeye hana makosa yani, yeye ndiyo mwenye haki anafanyaje, anadhulumiwa. Tumeelewana vizuri jambo ambalo, ni katika mambo yanayouchafua umma wa nini, wa Kiislamu, kwa sababu katika sifa kama tulivyoona, fi almujtamau lislami, katika sifa za umma wa Kiislamu ni nini? Aladlu ni nini? Ni uadilifu. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad alayhi wasallam alivyofatwa na masahaba kuhusu mtu ambaye aliyeiba na kukatwa nini mkono wake, ikaonekana kwamba ameonewa. Mtume saa salama aliwaambiaje? lau anna Fatimata binti Muhammadin sarakat la kataatu yadaha, acheni na huyo, angeiba mwanangu Fatuma, mtoto wa Muhammadi mtume wa Mwenyezi Mungu, na ikathibitika kwamba ameiba, lakatatu yadaha, ningeliukata nini, ningeliukata mkono wake. Tumevahamiana vizuri, lakini uchamungu, lakini nini, uadilifu wanasema, huwa aqrabun litaqwa, uchamungu humfanya mtu awe karibu zaidi, au ni jambo linalompeleka mtu kuwa karibu sana na nini, na ucha Mungu. Uadilifu ni jambo linalompeleka mtu kuwa karibu sana na nini, na ucha Mungu. Kwa hiyo dhumuni ni nini? Ni kwamba wewe utakapokuwa katika nini, katika mamlaka katika wadhifa wako, umeletewa jambo hawil ala qadri istitaatika Jaribu kwa kiasi chochote unachoweza uwezo wako wote kuhakikisha kwamba unatenda uadilifu katika sheria za nani za Mwenyezi Mungu bila kumpendelea mtu yoyote, bila kumpendelea mtu yoyote. Tumefahamiana vizuri sasa. in kuntum tu'minuna billah, ikiwa ninyi mnamwamini nani. Kwa hiyo kuenea pia kwa zina ni kwa sababu ya kupungua nini, kupungua imani. Kwa hiyo suluhisho la zina kwa sehemu ya kwanza ni kutengeneza imani za nini za watu. Suluhisho la kwanza la kosa la zina au kuenea kwa zina, kwanza ni kutengeneza imani za nini. Suluhisho la kwanza la sisi kuwa waadilifu katika mamlaka yetu ni kutekeleza kwanza ni kufanya nini kuwa na nini wala takhus walatakhusum bihima rahfatan fi dinillah kuntum inkuntum tuminuna billah lakini wal yawmil akhir, kwamba a a ikiwa sintofanya uadilifu, maana yake nitaenda kuulizwa mbele ya nani? Mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Kuna mtu leo ni hakimu katika mahkama lakini kwa kuwa hamwamini Mwenyezi Mungu na kwa kuwa haamini kwamba baada ya kufa ataenda kuulizwa kupitia nafasi yake na yale aliyoyahukumu, ya anaenda kutenda nini? Kutenda dhulma. Tumefahamiana vizuri kwamba anaenda kuchukua rushwa ili ampendelee yule anayetoa rushwa, hata kama haki siyo ya kwake. Anamnyima mwenye haki yake kwa sababu hajatoa nini? Hajatoa rushwa. Tumeelewana vizuri. Kwa sababu hajatoa nini? hajatoa rushwa. Sasa wewe kama kiongozi wa dini, simama katika nini? Katika uadilifu, in kunta tu'minu billah.